Karibu sana, karibu sana kwenye maabara hii ya mahusiano. Ni chaneli ambayo itakuletea mafundisho mbalimbali ya kisaikolojia ya mahusiano yako, yawe ni kazini, yawe ni nyumbani, yawe ni shuleni au yawe, yawe ni chuoni. Mwanadamu ameumbwa na haja ya kuwa na mahusiano, huwezi ukaishi kama kisiwa. Kwa hiyo unaweza kutana na watu wako kazini, lakini wanaishi maisha ambayo hayana furaha. Kuna watu nawaogopa, kuna watu naonea aibu. Hali kama hiyo haipendezi. Sasa wewe hukuumbwa kuwa wa hivyo, kuishi maisha ambayo furaha yako inategemea watu wengine. Ni kweli, ni muhimu kuishi vizuri na watu, lakini lazima wewe uwe ni mtu ambaye unafanya mabadiliko kuonyesha kwamba ni mtu ambaye unakuwa Mtoto akizaliwa anakuwa anakutana na changamoto za aina mbalimbali, na changamoto zile zinamsaidia kuweza kujifunza jinsi ya kuishi katika maisha haya. Anatembea kwenda kutoka sehemu A kwenda sehemu B, anajiona kwamba amefaulu. Kwa hiyo, ukiwa na maisha ambayo hayana ukuaji wa aina yoyote ile, unaishi maisha ambayo hayana tofauti na mbwa. Narudia kusema tena, wewe sio wa hivyo. Inamaanisha nini? Ni kwamba katika hali halisi ya kuishi na watu wa aina mbalimbali, iwe ni kazini au sehemu yoyote ile, ni kwamba utakutana na watu ambao wamekuwa katika mazingira ambayo ni ya fujo, mazingira ambayo hayana upendo, mazingira ambayo hayana heshima mtu ambaye alikuwa akimuona mama yake anamtukana baba yake, anakuwa katika hali anaona kwamba hii hali ni ya kawaida, kwa mwanamke mtukana baba yake kumdharau baba mwanaume, anayokuwa anaona hiyo ni hali ya kawaida. Sasa alikuwa akimuona mama yake anamdharau baba yake, kwa hiyo anapokuwa na wewe kazini au katika eneo lolote lile, kama wewe ni mwanaume, utajikuta na hiyo hali ya kudharau. Kwa maneno yake, kwa mwenendo wake, anaonyesha hali ya sasa mtu huyu akiwa ni bosi wako tena inakuwa ni mbaya zaidi. Sasa la msingi ambalo unapaswa ujifunze jinsi gani ya kutawala hisia zako unapokuwa na huyu mtu. Awe ni mfanyakazi mwenzio, awe ni mtu unasoma naye katika mazingira po, yoyote ile. Unaweza kutana na mtu kwenye basi. Hakufahamu lakini anaongea na wewe kama vile hakujali au kusamini. Kufam, Sasa napenda nikwambie hivi, wewe sio wa hivyo. Thamani yako haitegemei thamani ya maisha yako, haitegemei ni jinsi gani mtu anakuangalia wewe, ni jinsi gani mtu anakusema wewe, ni jinsi gani mtu anakufanyia vitu. Thamani yako haitegemei watu wengine, inategemea ni jinsi gani wewe unajielewa wewe mwenyewe, unajiona wewe mwenyewe. Wazungu wanaita self identity. Ni muhimu sana ujifunze kujithamini wewe mwenyewe na kuacha kuruhusu watu wengine watibue amani iliyomo ndani ya moyo wako. Napenda nikwambie hivi, amani yako, furaha yako na mafanikio yako hayategemei watu wengine wakusifu sana, wakuona wewe ni mtu mzuri. Hajalishi we ni mzuri kiasi gani, haijalishi we ni mtakatifu kiasi gani, watu watakusema vibaya, watakuangalia vibaya, watakuhukumu vibaya. Haijalishi wewe unajitahidi oh, kuwa mwema kiasi gani, hajalishi ni mwema kiasi gani, watu watakusema vibaya, watakufanyia mambo mabaya. Cha msingi ni jinsi gani ya wewe kutawala hisia zako ndani ya nafsi yako, ili isikuumize, ili ufurahie maisha yako. Usiishi kama mbwa ambaye akila akapata mahali pazuri pa kulala pake, kila kitu kimekamilika. Ni muhimu sana ujitambue kwamba hisia zako ulizo nazo juu ya jambo fulani zinategemea na mambo ambayo ulijifunza toka unakuwa toka utotoni, jinsi ya kureact, jinsi ya kupokea mambo ambayo unayaona yanafanywa kwako au kwa watu wengine, unasikia yanasemwa kwako au kwa watu wengine, ni kitu umejifunza tokea utotoni. Lakini kikubwa ambacho kila mmoja anakihitaji sio pesa, yes, pesa ni muhimu, lakini amani ya nafsi yako furaha ya nafsi yako iliyomo ndani ya nafsi yako, hicho ni kitu cha thamani kuliko pesa ulizo nazo. Bila shaka umeshawahi kuona mtu ana pesa nyingi sana, lakini ana hasira, inawezekana ni mlevi tu, ni jeuri tu, ni mbishi, lakini hana raha. Huyu una mtu unapoona mtu kwamba huyu mtu ana hasira, ni mwepesa sana kukasirikia, tukusema vibaya kutamkia mambo mabaya au kufanyia mambo mabaya, hiyo ni ishara inayokuonyesha huyu mtu amekulia katika mazingira ambayo ni mabaya. Kwa hiyo badala ya wewe kumchukia, kumhukumu, umwonee huruma, wazungu wanaita compassion. yaani ni kweli anayoyasema ya ni mabaya, yanakuumiza. Ni kweli anayoyafanya ya ni mabaya, yanakuumiza. Sasa ukiona kwamba huyu mtu ni mbaya ukamwekea ukamwekea uka lebo huyu mtu ni mbaya hafai, utashindwa kumsaidia abadilike, utashindwa kumsaidia abadilike awe mzuri kwako. Kwa hiyo basi, unachokosa kujifunza pale ambapo umesemwa vibaya au umefanywa jambo baya, usiruhusu hali hiyo ikuumize sana ndani ya nafsi yako, na, na unarudia tena, usiruhusu hali hiyo ikuumize na njia ya kuto kuruhusu kufungia mlango hiyo hali ya kuendelea kuumia juu ya jambo ambalo mwenzio wamelifanya, la kwanza ni kuituliza nafsi yako. Kutulia haimaanishi umekubaliana na lile tusi au lile jambo baya ambalo umefanyiwa, haimaanishi hivyo. Inamaanisha ni kwamba unatafuta njia bora zaidi ya kulipokea na kulifanyia kazi lile jambo. Kwa mfano, mtu anakutukana ni rahisi na wewe haraka sana kaamba kusema maneno ya kujilinda kujitetea, au mtu anakusema vibaya, au mtu anakuelewa afikiria umesema kitu kingine, kwamba hicho sio hicho. Ni rahisi na katika hali ya kawaida u binadamu, haraka sana utaka kujitetea, lakini ukaa kimya, maanake unatafuta mtazamo mpya wa ule jambo, jinsi gani huyu mtu anisaidie, jinsi gani nimsaidie huyu mtu, aone mimi siko hivyo. Haleluya. Yani, uweze eni kwamba wewe sio wa hiviyo. Yani, unapokuwa umetulia kimya, si haimaanishi kwamba umemwogopa, inamaanisha kwamba unajitambua wewe ulivyo, lakini unataka kumthibitishia ye mtu kwamba sivyo ulivyo, unampa kioo kipya cha kukuangalia wewe kiu ki tofauti hapo ndipo unafanya kitu kinaitwa kwenye Kiingereza kinaitwa transformation. Unamsaidia huyu mtu aone, kwamba kwa sababu alizoea, alizoea katika kukua kwake kwamba kuongea kwa sauti kali, kumkoromea mtu kunasababisha mtu akuogope, akuheshimu, alizoea hivyo lakini wewe unakaa kimya, alafu unamjibu kwa maneno mazuri, kwa sauti nzuri, anakuona wewe tofauti. Maanake alizoea kumwona mamake akisema hivi, babake yake naye analipuka hivi, alizoea kumwona babake akisema hivi, naye analipuka hivi, alizoa hivyo. Lakini wewe umekaa kimya, alafu unamwangalia, unamwonea huruma. Pole sana, uliumia sana utotoni, walikutesa sana, wanaita trauma. Kwa hiyo haimanishi ha kwamba umekubaliana na lile tusi umekubaliana na kila kitu, lakini yaani unaonyesha uhalisi wako kwamba mimi siko hivyo. Lakini kwanza kujitetea kwa maneno, mtaanza kushindana kwa maneno, inakuwa ni ugomvi kubwa mpaka watu wanawashangaa. Unaanza kujibishana kwenye meseji, unajibishana kwenye meseji, watu wanajibishana misha, unaongea kitu ambacho baadaye unajuta, au unafanya kitu ambayo baadaye unajuta. Kwa sababu gani? Umeshindwa kujielewa jinsi ulivyo. Hauko hivyo. Wewe sio mtu wa kutukana tukana watu ovyo. Wewe sio mtu wa kupiga piga watu ovyo. Wewe sio mtu wa kudharau dharau watu ovyo. Unamwona kila mtu ni wa thamani, hata kama ni mbaya kwa watu wengine, hata amekuwa mbaya kwako, lakini unajua kwamba huyu mtu hakuumbwa hivi, hakuumbwa awe mbaya. Kuna vitu amekutana navyo katika ukuaji wake ambavyo vimemharibu nafsi yake. Hakuna mtu ambaye anapenda kuumizwa. Kwa nini ya kuumiza wewe? Yeye mwenyewe hapendi kuumizwa lakini kwenye na ya, nukomba, kuna kitu ambacho kimesababisha haoni uthamani wa mtu mwingine. Kutokana na makuzi yaliyokuwa nayo ndio maana unasikia oh, watu wa Musoma wakali sana. Watu wa Musoma oh, Mkuria ah, Mkuria watu wakali sana. Oh, usioe Mkuria, sijui usioe kabila fulani ni malaya. Sijui watu wa Bukoba malaya sana. Sijui watu wa hivi, Wachaga wanapenda hela. Sijui na nini na nini. Unakutana una, una, una, una story kama hizo, kutana na makuzi yaliyokuwa nayo. Lakini wewe kwa ni mtu wa kuleta mabadiliko Huyu mtu unapokuwa kimya unamjibu kwa upole, kwa hekima, ukimwonyesha kwamba hujamdharau kwa, kwa sababu amekutukana. Na vile vile unamwonyesha kwamba humuogopi. <gulio> So, unaonyesha yeye humuogopi. Kwa hiyo alizoea kwamba akikemea watu akiongea kwa sauti kubwa watu wanamuogopa. Eh, bwana ndio jamaa bwana, ndio jamaa bwana. Alizoea hivyo, lakini wewe humuogopi. Ndio sababu ndani yako kuna kitu kingine kikubwa kuliko yeye. Kuna kitu kikubwa kuliko maneno unayozungumza kuliko kuna kitu kikubwa ndani yako kuliko kile ambacho huyu mtu anakiona katika hali ya kawaida. Ndani yako kuna kitu kile cha thamani sana. Kwa hiyo unapojithamini wewe mwenyewe unawaonyesha wengine uthamani wako, baada ya kukunupuka na kuongea maneno ya ajabu ya kufanya mambo ya ajabu. Video inayokuja ni video inayokuja. Kwa hiyo kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, kisajili subscribe pale. Ni video inayokuja nitakuonyesha njia ambazo watu wanazitumia kujiletea furaha ndani zao ndani yao, japokuwa ni vibaya. Kwa mfano, mtu anayekuja pombe anajua pombe, akinywa pombe anatukana watu wengine, anamtesa watoto wake, anafanya mambo mabaya. anajua akinywa pombe lakini anataka kuacha, anashindwa. Alianzia wapi kwanza kunywa pombe? Kuna, kuna watu wanatafuta njia za kujifariji wao wenyewe, kwa Kiingereza inaitwa fooding, wanatafuta njia. Kwa hiyo kwa sababu hajui njia sahihi za kujifariji yeye mwenyewe za kujituliza yeye mwenyewe. Kwa hiyo huyu, ndani yake, ndani yake kuna vurugu, ndani ya nafsi yake kuna vurugu. Kwa hiyo yanayotoka kutoka kwake ambayo yanakuumiza wewe ni vurugu zilizomo, zilizomo ndani yake, na hajui jinsi ya kuzituliza vurugu zilizomo ndani yake. Kwa hiyo anakumwagia vurugu ambazo ziko ndani ya moyo wake. Sasa utakapofahamu kwa nini huyu mtu anatumia njia hizi mbaya kuli, kuli, kujituliza vurugu ndani ya nafsi yake, utaweza kuona njia sahihi ya kuweza kumsaidia abadilike, akuone wewe sivyo ulivyo, ni mtu wa tofauti. Kwa hiyo usikose video nyingine. Kwa hiyo subscribe, ili uweze kuiona hiyo video haraka sana, utapata taarifa kutoka YouTube ili uweze kusaidika na maabara hii ya maisha na mahusiano. Mungu akubariki.